Kwanza tushukuru kampuni ya mbolea ya taifa na kwa kusapoti swala la lishe mashuleni. Sisi tuna programu ya mashule yetu yenye nafasi kulima, lakini iko kilimo kinafanyika, ili kiwe na tija, lazima tupate mbolea. Kwao tunashukuru kampuni ya serikali ya mbolea kwa kutuunga mkono kwa ajili ya kuhakikisha tunalima mazao yetu, ili wanafunzi wapate chakula. Jambo hili ni jambo zuri, tunawapongeza wenzetu, lakini kuomba kusema asante ni kuomba tena kwao, tunaamini mtaendelea kutuunga mkono ngazi kwa ngazi, na ili watoto wetu waweze kupata chakula. Ninaitwa Clara Kabwe, mimi ni afisa masoko kutoka kampuni ya mbolea Tanzania TFC, na leo hii tumekuja hapa katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ilemela kwa ajili ya kukabidhi mifuko ya mbolea katika mradi wao ambao waliuanzisha walishe mashuleni. Tumeweza kuchukua hatua kwa support kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa wanafunzi mashuleni pamoja na kusaidia lishe bora kwa wanafunzi hao. Kwa hiyo kwa, kwa niaba ya kampuni ya mbolea Tanzania, mkurugenzi mkuu pamoja na, na management nzima ya kampuni ya mbolea Tanzania tumekabidhi mbolea hizo ili ziweze e, kuwasaidia wilaya hii na shule hizo ishirini kwenye mradi huo wa lishe bora mashuleni. Tunatoa wito kwa watumiaji wa mbolea hizi waweze kuzitumia vizuri kwa kulingana na afya ya udongo, kwa maana tume, leo tumekabidhi mbolea ya kukuzia, lakini pia huu ni katika tu mpango wetu wa kukabidhi mbolea na tunaendelea kwenye, tunaendelea na hatua zingine zitakazofuata. Hivyo wito wetu ni kuzingatia matumizi sahihi na matumizi bora ya mbolea ili waweze kufanikisha kupata mazao bora, na mbolea hii tutazipeleka kwenye shule za msingi kama alivyoeleza mkuu wa wilaya. Lengo ni kufundisha wali wanafunzi wetu stadi za kazi, waweze kuzalisha pia, wanapomaliza shule wapate ujuzi, lakini pia ni kuunga juhudi za mheshimiwa rais za kuhakikisha watoto wanapata chakula shuleni, kwa chakula chote kitakachozalishwa shuleni pale kitabaki kama chakula cha wanafunzi, kwa ajili ya kuchangia uwezo wa wazazi, pale ambapo wazazi wanakwapa wanafunzi nao, jitihada za na kuzalisha chakula kiwepo. Kila shule tumetengeneza kilabu ya kilimo na kupitia kilabu ya kilimo tumetambua walimu wale ambao ni waliandaliwa kwa ajili ya kufundisha stadi za kilimo, na kila kata tumepeleka bwana shamba kwa ajili ya kufanya kazi na vilabu vile vya kilimo shuleni. Lengo ni kwamba wafunzi wafundishwe kuanzia kulima, kupanda, kutunza shamba mpaka kuvuna, ili anaporudi nyumbani aweze kufanya kitu kama hicho nyumbani pia.